Katika misitu minene ya Kongo, kulikuwa na mji wa kale uitwao Zaruth, mji uliojaa hekima na ustaarabu wa ajabu. Kulingana na hadithi za zamani, wenyeji wa mji huo walikuwa na maarifa ya ajabu: walizungumza na nyota, walitengeneza dawa za miujiza, na walijenga majengo yaliyong'aa gizani kama almasi. Lakini ghafla, walitoweka. Hakuna aliyejua walikoenda. Waliuacha mji wao ukiwa mzima, milango ikiwa wazi, chakula mezani, lakini hakuna mtu hata mmoja aliyebaki. Miaka mingi baadaye, kikundi cha wachunguzi kutoka mataifa mbalimbali kiliamua kuchunguza mji huo. Walipowasili, walivutiwa na uzuri wake: mitaa iliyochongwa kwa mawe makubwa, sanamu za ajabu zilizotazama juu angani, na michoro ya kipekee iliyoonyesha watu wakizungumza na viumbe visivyojulikana. Lakini usiku wa kwanza ulipowadia, mambo yalibadilika. Mmoja wao, daktari Leila, aliamka usiku kusikia minongono. Alipotoka nje ya hema lake, aliona vivuli vikizunguka mitaani lakini kila alipokaribia vilitoweka. Asubuhi ilipofika, mmoja wa wenzao alikuwa ametoweka. Wakaanza kutafuta kila kona, lakini hawakumpata. Badala yake, waliona maandishi ya ajabu kwenye kuta: waliokuja bila kuitwa, watafuata njia yetu. Hofu ilianza kuingia, ingia kila usiku mmoja wao alitoweka, hadi walipobaki wawili tu, Leila na mwenzake Marco. Walijua hawangeweza kuendelea kubaki hapo, waliamua kukimbia usiku huo huo. Lakini walipokuwa wakikimbia kupitia barabara za giza waliweza kuwa na sura za ajabu kwenye majengo. Wenyeji wa Zaruth walikuwepo, lakini walikuwa si wanadamu tena. Walikuwa viumbe wa kivuli waliolaaniwa kuishi kati ya ulimwengu wa walio hai na waliokufa. Leila na Marco walifanikiwa kufika msituni na kukimbia kwa boti yao, lakini kabla hawajaondoka, sauti nzito ilisikika nyuma yao, msirudi tena au mtakuwa miongoni mwetu. Na hivyo mji wa Zaruth uliendelea kubaki pale ukiwa na siri zake, ukisubiri wageni wapya wenye udadisi mkubwa kuliko busara.